Wenzetu na hii ni meza ya umbea hapa tu kwa ajili ya kujuza mengi ambayo yafahamu yanaendelea huko mitandaoni ndani na nje ya Tanzania. Mimi ni Sami Babe Sogeo, karibu sana wakati huu hapa, lakini kubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele, nakua na familia bora kabisa. mi naitwaiichapindimu mtu mtumbaa, baba lao, baba la watoto, baba la wana. Of course kuna vitu vingi sana vya umbea hapa, ni sehemu nzuri a sio tunakutana hapa kuzungumza vile vitu ambavyo vimetrend, lakini kuzungumza ule umbea ambao umetrend sana sana kwenye mitandao ya kijamii of course, kuna vitu vingi lakini heh, jamani, moja kwa moja mmefikiwa na jambo lenu. Hey, nasema kwamba wataachana tu, sasa hawaachani. Na hapa tunakusogezea ishu inayomuhusu Rotimi pamoja na Vanessa Mdee. Tunamfahamu Vanessa Mdee alikuwa ni mwanamuziki, na kuna kipindi alitangaza kusimama muziki, nadhani mapenzi ya linoga yes, kipindi hicho ambacho wameenda kuishi Marekani na Rotimi ambaye ni raia wa Nigeria. Sasa jambo lipo, linaendelea kati ya hao. Kipindi cha nyuma Rotimi bwana alionekana kama akitoa namba na ya simu ama wakibadilishana mawasiliano kidogo na mwanamuziki anayefahamika sana huko Ufaransa. Huyu ni Ronisia. Watu wakasema oh, sasa wamefikia tu kuachana wale pia. Yes, unajua kuna ile ex anasubiri waseme kiko wapi ex, ambaye kashapita muda wake hey. Maana sasa hivi ukimzungumzia ex wake ambaye alikuwa ame kamata soko kabisa la la mapenzi lakini soko la mziki namzungumzia Juma Jux si ndio? Wengine hatuwajui na umbea wa umbea ambao umetufikisha kujua vitu vingi sana yes. Ba, ba, kabla kuonekana Rotimi kutoa namba kwa huyo mwanamke mwingine huko Ronisia. Ronisia. Na ni hatari ha, kwa hiyo dakika za mwisho, turudishe kwanza kidogo mahusiano nyuma ya Vanessa pamoja na nani na Rotimi na wewe walivyokutana, lakini tunarudi kwa Jux. Naelewa baada ya miaka mingi kupita, tuliona mapenzi ya Jux pamoja na, na Vanessa yamefikia ukingoni. Watu wakajiuliza, watu wakakaa, wakafikiria kitu gani ambacho kimetokea, kwa sababu kapo yao ilikuwa kila Mtanzania Alikuwa anapenda kila staa, alikuwa anapenda na, na dakika za mwisho. Kuna wakati tuliona Vanessa uh, Juxi, I mean, ali, aliomba msamaha kwa Vanessa, muona bana, mpaka dakika za mwisho wakakubaliana wakaombana msaada msamaha, baada ya mahusiano yao kuvurugika hapo katikati, baadaye akarudi tena, baadaye hatujakaa vizuri tena, baada ya muda mchache tukaja tukapata tukasikia, kwa hiyo yeah. baada ya miaka kupita tukaona sasa official kwamba sasa Vanessa yupo na nani na Rotimi anashindwa kuna wakati Jux ali- aliandika ali aliandikai. Unajua Jux ni mwandishi na ni singer, si ndio? Yeah, kuna wakati mmoja hivi, kuna ngoma moja hivi aliimba Jux, alimwimbia alimwimbia Vanessa nadhani baada ya Vanessa kupata mtoto nadhani Chuki. Yeah, na kumbea, <laughs> <laughs> kumbea. <laughs> Wenye hivi Vanessa ni msichana ambaye kwenye mahusiano yuko serious sana, na nahisi kwenye mahusiano yake ana hasira sana ya mahusiano yani, kwa kumtazama samani, hiyo ni asili ya Vanessa au asili ya wanawake nyinyi nyote? Ndio, nikwambia sio kila mwanamke anaweza akajitoa kwenye mahusiano maus, kapenda okay, kupenda na kila mwanamke, kumje, kila kwa sababu, kila mwanamke nikwambia kitu kimoja: kila mwanamke anaingia kwenye mahusiano kwa ajili ya lengo fulani. Kuna wale wanawake ambao wako kwenye mahusiano ili ampate mwenza wa maisha, kuna wale ambao anaingia kwenye mahusiano kwa ajili tu ya kupata yani kujikimu mwenyewe mahitaji yake. Yes, yes. Na kuna wengine wanaingia tu ili mradi kwamba wawepo katika mahusiano ya, ya hmm. Yani mahusiano yanakuwa hayana muda kwamba haya, yes, kwa bana tunaweza tukaishi poa oh. Mi nawe kwa muda wa yeah, mwaka mmoja yeah. Baada ya miaka miwili tutafanya process ya uchumba baada tena mwaka mmoja tena mbele tena tutaoana, kwa sababu ndoa za sasa hivi naamini na kwamba mtu mpaka umuoe msichana au uoe, umepata muda kweli ya kukaa na huyo msichana ambaye unataka kumuoa. Kwa so, sababu kwa Vanessa imekuwa nipon, tofauti Vanessa mtu ambaye anampenda sana Rotimi na Rotimi anampenda sana Vanessa. Yaani unajua wale ulikuwa kama yeye ni mahusiano, mmoja akionyesha upendo, ndio mwingine pia anatengeneza upendo ndani huko huko. Solo, yaani wao ukutanaji wao ulikuwa sababu hizo zikutana ilikuwa tu ni show I think. Mm. Kwa hiyo ilikuwa kitu ambacho hatukuweza kujua kama watadumu kufikia mpaka kupa kupata kupa watoto. Kwenye yeah. show mpaka Vanessa haja kutangaza ku stop muziki tayari iko yeah, na Rotimi. Yeah. Na Rotimi. Kwa sababu tayari imekuwa imeshamba tu ile mahusiano. Na bado iko happy na maisha yake. Okay, sasa kuna kitu hapo kuhusiana na hiyo clip ambayo ilionekana mm. Rotimi ambaye akibadilisha namba mm, na huyu msichana anaitwa nani vile, Ronisia, ah, huyu msichana ilikuwa ni kwenye hiyo kwenye hiyo clip. Vanessa, react yake alipokeaje kwanza? Maana tunajua Vanessa, kuna wakati walisemekana kwamba baada ya kuonekana hiyo clip, mbona ikasemekana kwamba Vanessa alimaindi sana akajua kwamba tayari anachukuliwa mumewe, umeelewa? Au Rotimi ana chiti, umenielewa? Na hiyo inasemekana ni muda mchache tu baada ya Rotimi na Vanessa kukaa pamoja, baadaye Rotimi kama alimchenga hivi Vanessa akaenda kuchukua namba kimya kimya, yani ile unajua wanaume jinsi gani huwezi jua alipata namba kwa ajili ya nini. Kumbuka Rotimi ni msanii hmm, na yule dada ni msanii. huwezi jua alichukua namba kwa ajili ya nini, jua iko hivi uh, kwa Vanessa ilikuwa ni sahihi, kwanza kumaini kujisikia, kwa sababu mazingira ambayo alikutana na rotimi ndio mazingira ambayo yanatokea kwa huyo dada, kwa sababu nao pia alikutana kama wasanii yeah, tukabadilishana namba sio na nini, mwisho wa siku yeah, wasanii mfumo wao kukutana naweza nikaibiwa hapa, nikakutana na kitu kizito. Unajua, kuna wakati lazima ufikirie hiyo hiyo hiyo, yeah. Video mpaka inaonekana, unajua, kameramani wapo wengi, wambea wapo wengi okay, umenielewa yani, mpaka iko kitu kinaonekana ukifikirie <laughs> alafu pia baada iko kitu ndo vurugu kwenye Instagram kila mmoja anazungumza zungumza lake. Vanessa akaachwa, umeelewa? Vanessa sijui anataka kurudi kwao Tanzania, kuja kupunguza stressi <mimingin> Vanessa sasa hivi anasema amehamiswa Tanzania, anataka kuja Tanzania mm -hmm. kuja tena, labda kurudi tena, na nimejaribu kuangalia comment za wadau wa, wa mafans mashabiki kwenye ile page yao ambao wameposti mm -hmm. kwenye Instagram, anaonekana Rotimi na Vanessa mtu na mkewe wapo kama unajua mtu na mkewe wanapokuwa. Umeelewa? Na nimemsikia Rotimi anaongea kwamba wanakuja Tanzania. Sasa kuna baadhi ya komenti ya watu wanasema, Je, Vanessa anakuja Tanzania, kuna namna yoyote anaweza akafanya ngoma ama ni vipi, au wanakuja just kuspend, wamekaa muda mrefu uh, Nigeria na huko Paris wametembea na na na kwa muda mrefu sana Vanessa hajarudi kwao Tanzania. Ya, kwa kwa takriban inafika miaka mingapi, labda wao kisawa watoto wawili. Kwa, kwa kukisia, hawezi jua ni miaka mingapi, lakini ni zaidi ya miaka mitatu ili miaka mitatu na kuendelea, angalia, kuna mtotaki wa kwanza na umijani wanini kwau mm, oh, ni, ni, ni miaka mingi. Alafu ishu ambayo ilinifurahisha sana na kunifanya kweli, si wabongo tu, tuone aibu kidogo yeah. Baada ya ile eh, klipu kutembea vatip, na Rotimi anavyoonyesha kwamba hawezi kuachana na Vanessa, wao ni kwa kifo, si ndio? Alafu akataja Watanzania, Watanzania hatuwachani tangu Vanessa amfundishe Rotimi kujua Kiswahili basi, imekuwa ni shida sasa. Alafu mi nahisi ile kusema Watanzania, nilijiuliza kwa, uh, wa yeah. Kwa, yeah. wa kwa, wa kwa nini Rotimi amesema kwa yeah. sababu Watanzania ndio kuonekana niwambea sana, kwamba wafitinishi aamani mahusiano yao yavunjike kwa haraka, hadi aliwasema Watanzania. kwa nini? Watanzania ndo sisi, kwa nini Rotimi? Watanzania sisi ndo mashemeji zako, Watanzania ndo sisi, kama ulijui kwa nini sisi kwa <laughs> tuna vitu vingi yes. Tuna ufahari tunajivunia Tanzania yetu yeah. Kuna kuna wanyama mm -hmm. ndio sisi yani, tuna vitu vingi we'll mlima we'll Kilimanjaro, we'll wa Kilimanjaro, kwa hiyo Tanzania we'll ndio hii we'll na Tanzania ni nchi salama kabisa, lakini we'll kama star <laughs> kama unakuwa star kama hivyo na Rotimi na, <laughs> na, na Vanessa mm -hmm. lakini kabla nilikuwa nimalize hii sentensi yangu kwa hiyo tunamkaribisha Rotimi, tunamkaribisha Vanessa. Tutegemee baadhi ya comment ya watu kwenye zile nini, niliona je mm, ataweza kufanya tena ngoma, unaelewa eh? kwa vanessa, kwa Vanessa kwa kun, wei, kurudi kwa sababu mashabiki kuna, kuna mashabikiee Vanessa, yeah? Yeah, yeah. mm -hmm. Vanessa, Vanessa kuzungumzia kwenye swala la mziki amebaruza sana, swala la mziki amebaruza sana na na Vanessa uzuri zaidi anajulikana na watu wengi sana, maarufu mkubwa. Kwa hiyo alipoingia kwenye mziki aliubeba ule mziki, kwa sababu Vanessa najua alishafanya kazi za utangazaji, alishafanya kazi nyingi, lakini dakika za mwisho akaamua kuingia kwenye, kwenye mziki akab piga ngoma nyingi sana pale, tumeona ngoma na Nevikenzo, ngoma sijui na Rude Boy, ngoma mengi sana amefanya. This time around tunaona anarudi tena na mashabiki wa mziki wanasema dah, kwa nini Vanessa atupe ile laza. Umewataja hapo watu kama Fina, kama na huyu Abigail Champs, amefanya ngoma na Harmonize um, na nice. Hisi uh, kiukweli ukikisikiliza Fina unapata hiyo testi kidogo kimzungumza Abi kwa mwonekano, yes. Pia unapata hiyo testi kwa mbali, lakini mama kama mama king nasema queen. Queen, eh? queen yeah. kama queen Vanessa tabaki kwa pale na sauti yake watu wamemiss, sizani, nadhani wewe pia umemiss sound kidogo. Inawezekana, inawezekana akaimba Mm, mara nyingi sana tangu ametangaza kuacha muziki na tangu amekuwa na Rotimi, Vanessa alibadilika hata aina uh, yake ya maisha pia alitangaza kuwa ameacha pombe s vitu vingine kama hivyo yeah, na akaonekana ni mtu ambaye anafanya sana ibada Yeah. a nyingi ana post clip akiwa yani sio yale madodo no. Yani, ya kukatikatika no, anaimba basi, anaimba nyimbo zile za injili za kumtukuza Mungu. kwanza akija huko akatengeneza tango moja injili, at least tutaipata ile ladha yake, kwa sababu hata akiimba injili pia, sauti yake bado ipo, kwa sababu aliyempa sauti ya kuimba muziki ni sauti ambayo alikuwa kuimba muziki wa aina yoyote yeah. hata taarabu anaimba shey, mpaka na mzee na, na, na, na, Yusuf yule ameimba na Vanessa. Ni mtu ambaye anachuni kila sehemu. Kwa hiyo mimi swali langu au kitu likuwa nataka kukizungumza hmm, kuhusiana na Rotimi na na kisiku, jinsi ya kuongea Kiswahili Bwana ambaye alivyozungumza eh. amezungumza wa Tanzania na kuja, na kuja Tanzania si ndio? kauli kama hiyo amezungumza, lakini nahisi kama Kiswahili akijui vizuri kwa muda jitahidi. Ah, no nisikilize. Amejitahidi sawa, kwa muda ambaye amekaa na Vanessa unielewa. Vanessa na watoto watoto wale wana pande mbili si ndio? Tanzania na wengine Nigeria si ndio? Watoto wale wanatakiwa wajue lugha zote unaelewa. Kwa, kwa kawaida mi nadhani watakuwa wanaongea tu Kiingereza sana sana, kinakuwa kinachukua nafasi yao katika party family ambao wanapoishi na nini, kuna kuna haja kabisa kujua kwamba wale watoto wanatakiwa kuongea Kiswahili kujua lugha ya Kiswahili na Rotimi akiwa na Vanessa, mi nahisi kwa kile kidogo kidogo na kimenipa mashaka kwamba ajui Kiswahili vizuri, sio basi ndo anajifunza, sio lazima yani, sio lazima kwamba tayari kujua Kiswahili. For how long, for how long kujifunza hata yani nihata hivyo kidogo sababu iko hivi, Vanessa bado anaendelea kufundisha Rotimi na kila mtu wana, kitu, Wende bado bado ile haja hajafikia kiwango cha kujua Kiswahili, lakini bado anaendelea ku Yeah. kwa haraka tu kwamba atajua hata mguu unaanza kama mchicha. Yeah, Nicole, unachozungumza hata mbuyu ulianza kama mchicha. Uh, ni kitu kizuri kutaka kujua kufahamu kwamba anaweza kukizungumza kwa muda ambao amekaa na Vanessa Mdei. Kiswahili anaweza kukizungumza, lakini nimegundua pale anakizungumza, lakini sio kivile. Yani haja haja kipa maanani. Kitu ambacho kime, kimezua mitandao ni watu wamezungumza sana kwamba anatakiwa Vanessa apate time pia amfundishe, uh, Rotimi Kiswahili, umeelewa? Kwa sababu Rotimi ni msanii Vanessa pia ni msanii, wanaweza wakaja huku, kuna, kuna kuongea, iliko, pali, mzuri, wa watu wengine hawajui Kiingereza, kuna watu wengine hawajui kuongea Kiswahili, kwa hiyo kutakuwa kuna meetings pale za kubadilishana nini, mazungumzo au vipi bana. Imekuwa time nzuri, tumezungumza vitu vingi bana, kiukweli. Shemeji bana anakuja kwa kwa like one, two, three, kipindi cha Valentine Days jamani. Umeelewa? Mm-hmm, sasa kwa hiyo mapenzi yanapokuwa bam bam kama hivi na wa, na mimi nadhani hii Valentine Day ndio kama kulikuwa kuna ugomvi ugomvi, imewarudisha tena, nadhani kuna kuna kitu kitatokea hapo kwenye Instagram, zile post post zile gifting boxing day zile zinaandaliwa mapema yani zitakuwa zinaandaliwa yani mapema, kufikia mwezi wa kwanza kufikia mwezi wa pili au vipi bana, tarehe 14. E, kitakuwa ni, ni, ni, ni siku ya wapenda nao jamani, tusijishaulishe. So kama hujapata mwenza e, mapema sana mtafute, nadhani pia utakuwa umechelewa, kwa sababu ah, yani, yani sasa hivi ukifika tarehe kumi na nne tena eti ndio mimi ni mpenzi wangu ndio natongoza sasa hivi hapo hapo, maboxing day mazawadi, hapana. Mapenzi anatakiwa kidogo ya take time bana, au unasemaje no. Kila mtu unaletewa mwenza kwenye, kwenye makusudi zako. Ukawa na mtu kwa muda mrefu lakini akawa sio chaguo sahihi, unashangaa. Ukawa na mtu ukakutana kwa, kwa siku hii tu lakini ukagundua kwamba ndio mtu sahihi kwenye maisha yako, unajuaje? na mahusiano yale, watu wanakaa miaka tisa kwenye uchumba, lakini unashangaa mtu akutana na mwanamke mwezi huu tu kashafunga naye ndoa, unashangaa wanadumu. Hiyo ipo. Yani muhimu tu ni kumwachia Mwenyezi Mungu, ni, ni kweli. Siku moja Mungu ndo anajua sahihi. E, siku moja, siku moja mnaweza kukutana na mtu wako alafu inawezekana pia au vipi bana? Mimi na mimi inawezekana, ila wangu mimi lazima nikuchunguze. Inawezekani tutukutane tu pa pa, ah hiyo. So mimi kwangu siamini, au vipi? Kama wewe unaamini hapo, dondosha comment tuambie, unaweza kutana na mpenzi wako au kupizana na mtu ukampenda siku hiyo hiyo, alafu kaambia mama, tulia, nakuandalia nini, kuna maboxing day hapo leo mazawadi, ninda, nini na nini? Unatuambia hapo kwenye comment ya 69 Media au vibana. Hii ni the gossip. Tumezungumza vitu vingi sana kuhusiana na uh, vimani Vanessa Mdee alikuwa tayari anaanza kuacha ndala kwa, kwa, <laughs> kwa Rotimi wa Bongo. <laughs> <we>, Vanessa, <laughs> Vanessa, Vanessa, anajua kushikilia mahusiano. <laughs> ndo sisi na yani tena kiweze kuwatenganisha na nyie wambea, amwachage jamani, kuwaombea watu mabaya mi kuna sure, ya, kabisa ya, watu watafuta content. Kuna kitu tunamalizia si ndio? Tunamalizia kuna kitu, yeah. Kuna kitu nataka nionge, okay. Kama jana kuna kwenye Instagram kuna, kuna posti uliona aliwekwa Jux na mtoto wa kiume wa Vanessa umenielewa? Hey, watu wakasema mbona kama kuna kitu hapa Jux, kina anaingia na yule mtoto jamani, amna. Sasa uki ile swala lile swala Rotimi, kusema kwamba okay, nakuja Tanzania ndio mambo hayo hapo mengi tutayaona, kwa hiyo tutegemea ujio wa Rotimi pamoja na Vanessa, baba na mama wa watoto wawili. Sisi tusubiri tujue ni nini kilichofanyika. Usikashangaa hata wakaja wakatoa ngome ya pamoja. Rotimi, yeah. Na Juksi, inawezekana inawezekana, inawezekana na, na dekana, wakati pia kuainaweknio you know, wadui. Mbona kipindi kile kilifanyika nilikipenda sana. Uh, Zuchu na Diamond South Africa wakakaa meza moja hapa, kuna Zuchu hapa kuna Zari hapa kuna Shakibu mm, na wanacheka, wanaongea safi kabisa. No, najua unaweza <laughs> ukacheka lakini ndani sasa ndipo inavyotakiwa kwenye maisha. Siku zote maumivu yako yafiche ndani, mtu asiyaoni. Kwa hiyo nafikiri uchkuwa aumii pale, kwa sababu mimi najuaga damu na jamsa na uzani. Lazima dajamsau zana lazia maumivu o... ma yako ndani, usiyaoneshe. Kuna kiswahili kuna kiswahili nikizungumze, bana, niseme asante sana. Tumepiga stori za kutosha, au vipi bana? Tumezungumza hapo kuhusiana na mapenzi mazuri kabisa, amerudiana tena. Watu walikuwa wanasema ameachana, mitandao ilikuwa ni vitu vingi wanazungumza, kila mtu na vurugu lake kwenye kuzungumza, au sio? Lakini this time around tumeona uh, posti ya uh, Vanessa pamoja na mumewe Rotimi, au vipi bana? Wamesema wanakuja Tanzania na hawaachani. Kwa wale wa Mbeya Wadau wadau ambao walikuwa wanasema kwamba wanataka mapenzi ya watu yaingie chumvi au yawatie pilipili waachane. So kweli wanakuja Tanzania wawili, hayo ka, kapo hiyo. Inakuja na tusubirie tuone chochote kinaweza kutokea. Mimi naitwa Chingling in the town the baddest ndimu mtumbadi babalao, niko naendelea hey, kufuatilia mitandao ya kijamii yote Instagram, TikTok, Facebook na YouTube. Kubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele. Sisi tunaondoka wakati huu hapa. Bye bye.